Guys, tukubaliane kitu kimoja, tukubaliane vitu kadhaa. Kama tunataka elfu mbili na ishirini na sita ukawe ni mwaka bora, ukawe ni mwaka ambao wakusimama kibingwa, mwaka ambao watu wanaotudhalau waenga, wanaotudhalau na kutukatia tamaa, wakaaibike basi lazima tukubaliane haya mambo kadhaa. Lazima tupunguze au tuache mambo ya starehe kabisa. Jambo la pili, lazima tuache pombe na ulevi na na vitu vinavyofanania, ni vitu kama <laughs> lazima tukubaliane navyo tutaviacha mwaka elfu mbili na ishirini na sita. Kitu cha tatu lazima tuache mambo ya betting, mambo ya, ya kutegemea bahati ambayo haujui itakuja lini. Jambo la nne, unakuwa na mawazo, na mawazo, hautaki una na, na, na la tano zima hisia Washa akili, zima hisia, washa akili. 2026 wanangu, tutatoboa. We are going to make a lot of money, we are going to build a business. Tunaenda kuwa watu tofauti, unaenda kuwa ni mwaka wa kitofauti. Kama haya mambo ambayo tunakubaliana hapa, tutaanza kuyafanya kuanzia Januari moja. Let's go and do it. We are able. Bye.